Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai na wale wa, na, na maeneo mengine kote wanaosema wakudai, zile fedha zihamishe kule zilete Kisesa kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya wanameatu na kwa niaba wana, ya wananchi wa Jimbo la Kisesa, ninaomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu, daraja la Mtosanga litakalojengwa kati ya, ya, ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la mto, daraja la mto, Sangijo, is, daraja la mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. Barabara, daraja la mto, la mto Sem litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu Mheshimiwa Rais ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba Jimbo la Kisesa sasa katika miundombinu hii ya kijiografia, naomba Jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais lakini jambo jingine, jambo jingine ni hospitali. Kituo cha afya cha Mwandoya kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali. Lakini hizi hizi hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais umejenga kituo nganga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais umejenga kituo cha kudhibiti tembo kiicha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo lakini kutokana na wingi huu wa tembo tembo bado wanaua watu tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi yakiwa shambani na majumbani tatizo la tembo ni kubwa ni kubwa kwa wananchi hawa Ombi kubwa Mheshimiwa Rais kwa sababu ulilizia fedha zije na vituo vifunguliwe Tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya Tawa, Halmashauri kwa ajili ya kupambana na hao wanyama, wanyama pori. Sasa pongezi. Mheshimiwa Rais umefanya makubwa. Na mimi leo nataka nikupongeze hapa. Nimekuwa nikikupongeza ukiwa mbali, hatuonani. Leo ana kwa ana nataka nizifikishe pongezi hizi kwako moja mpaka Dar es Salaam karibia elfu sabini lakini ukipunguza na kushuka samani kwa kukaa muda mrefu njiani, unaweza ukazalisha fedha nyingine mpya laki tatu kwa ng'ombe mmoja lakini mazao ya pamba hivyo hivyo yataongeza bei, kwa sababu tutasafirisha kwa gharama ndogo. Mheshimiwa Rais umekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere.